Kwa mara nyingine tena nitumie wasaa huu kukukaribisha sana ndugu msikilizaji na mtazamaji, mahali popote ulipo ulimwenguni. Karibu sana katika kipindi hiki cha Amka Uangaze. Ni wakati mzuri sana wako na Mungu. Ni wakati wa kutafakari ukuu wa Mungu katika maisha yako. Ninatambua ya kwamba upo wakati ambao tunatafakari majukumu yetu, tunatafakari masomo yetu, tunatafakari changamoto tunazokutana nazo kwenye maisha, lakini huu ni wasaa mzuri wa kuweza kutafakari ukuu wa Mungu katika maisha yako nikitambua pia ya kwamba unapitia kwenye changamoto nyingi kwenye maisha yako, changamoto za kiafya, changamoto za kiuchumi, changamoto za kifamilia, yamkini kabisa mpaka changamoto za kiimani zimekuwa ni sehemu ya maisha yako, kiasi kwamba unatamani wakati mwingine angetokea mtu akusaidie, ziondoke mara niko hapa kukuambia, anayeweza kukusaidia ni Mungu peke yake, ambaye haitwi tu Mungu lakini pia si kwamba yupo, lakini pia hayuko mbali sana na wewe. Siku zote yupo karibu na wewe. Katika changamoto zako zote Mungu hajawahi kukuacha na hajawahi kukutelekeza. Na leo nitakuwa nikikwambia kwa habari ya kwamba Mungu hawezi kukuacha waibike. Mungu hawezi kukuacha uaibike wala Mungu hatutii sisi wanadamu au hatuweki sisi wanadamu katika mazingira ya kuaibika. Natamani sana ninapokufundisha katika siku ya leo, utambue na kuelewa ya kwamba maisha yako ni Mungu anayeyafunika. Angelikuwa Mungu ni mwanadamu tayari ungeona kabisa kwamba kila habari zako, makosa yako, dhambi zako, utendaji wako ungekuwa hadharani. Umeona jinsi ambavyo jambo dogo tu watu wamewahi kusikia ambalo ni udhaifu wako? Umeona jinsi walivyosambaza katika mataifa katika miji kwenye familia mpaka wakaenda hata kukuchongea pengine kwa marafiki zako. Umeona jinsi ambavyo wanadamu walivyo, lakini nataka nikuambie, Mungu hayuko hivyo. Mungu yuko siku zote tayari kukufunika na kabla sijaendelea kusema neno ambalo linatoka katika kile kitabu cha Zaburi mia moja na ishirini na moja mstari wa kwanza mpaka wa pili natamani niombe kwanza. Tuombe. Tunakushukuru Mungu ambaye unatupenda, tunakurudishia utukufu na heshima katika kiti chako cha enzi. Asante kwa sababu unatujua tunapopita, unatujua magumu tunayopitia. Ninaomba ukaendelee kuwa pamoja nasi, usituache. Ukituacha unajua kabisa Bwana, hakuna mahali tunaweza tukaenda na tukapata msaada kama kwako. Hatuna njia nyingine kama vile ambavyo tunaona njia kwako milima, mabonde, maziwa, pamoja na kila vitu vilivyoonekana ni miungu ya watu huko tulikotoka, haiwezi kutusaidia, isipokuwa ni wewe Mungu peke yako ambaye uliye na nguvu ya kutusaidia. Ninaomba endelea kuturehemu na kutusafisha na kutufanya kuwa wako, endelea kuwa sehemu ya maisha yetu. Tunakuruhusu Mungu, hakuna mpaka katika maisha yetu ya wewe, pasipo ambapo huwezi ukaingia. Tunakuruhusu kila eneo uingie katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi, nimeomba haya Mungu, pamoja na mtoto wako huyu nikiamini, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Neno ambalo tumepewa siku ya leo, ndugu msikilizaji na mtazamaji, mahali ulipo popote duniani, ni kutoka katika kile kitabu cha Zaburi ya 121 mstari wa kwanza na wa pili, nami nitasoma Neno la Mungu linasema nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Maneno haya ni maneno ya mwandishi wa Zaburi. Hii ni maneno mazito nikiyatazama kwa sababu yananionyesha upande ambao ni sio rahisi sana ukauona kwa watu ambao wamejijengea fahari yao, watu ambao wamejijengea mji wao. Huyu mtu anatazama akiwa anapanda kuelekea mji mtakatifu wa Yerusalemu, anapopanda anasema ninainua macho yangu kutazama milima. Na ni kweli, ni eneo ambalo wale ambao wamewahi kufika na wanahistoria wanatuambia ya kwamba ni eneo ambalo lina milima. Kwa hiyo akawa anatazama akitazama, anaona jinsi mji ulivyo jengwa anaona jinsi mji ambavyo unapendwa na watu wakazi wa lile eneo, hata kipindi ambacho wanapokuwa mbali, ukifika wakati wa kwenda kwenye ibada au kuabudu, wanarudi kutoka nchi walikokuwa kwa ajili ya kwenda kwenye huo mji. Hata watu pengine wa pembeni walikuwa na utamani mji huu, yawezekana ni kwa sababu ya uzuri wa lile hekalu ambayo lilijengwa kwa uthamani mkubwa sana. Lakini huyu mwandishi anatutamanisha jambo moja, anatupa kiu cha kipekee, anasema, ni kweli tuna huu mji uliojengwa Pa. lakini msaada, msaada uko wapi? Ndani ya ufahari wote huu, ndani ya mandhari yote hii, ndani ya kuvutia kote huku, ndani ya vitu vyote ambavyo tunaona tunavyo, lakini msaada unatoka wapi? Mwandishi huyu anataka kutuambia kwamba unaweza ukawa na fahari ya vitu mbalimbali, unaweza ukawa na mke mzuri, ukawa na watoto wazuri, ukawa na ndugu wazuri, marafiki wazuri, ukawa na vitu mali, na mashamba na nyumba nzuri, lakini hivyo vyote, huyu mwandishi anatuambia, haviwezi kukupa msaada wa kudumu, haviwezi kukupa msaada wa kweli, haviwezi kukupa msaada usiobadilika, haviwezi kukupa msaada unaotoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na anatamka kama mwandishi anasema, msaada wangu U katika Bwana. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, popote ulipo, sijui msaada wako ulikuwa wapi, sijui ulikuwa umeweka kwa nani, pengine ulikuwa umeweka kwa marafiki zako. Nikwambie tu siri moja ambayo hujui, ya kwamba msaada haupo na hauwezi ukawa msaada wa kweli kutoka kwa mwanadamu. Ni Mungu ambaye anaweza akawaarenji watu periodikali waweze kukusaidia, au wee mwenyewe pia akakutumia kuwasaidia wengine lakini msaada wa kweli na uhakika usiokoma katika maisha yetu unatoka kwa Mungu peke yake. Sisemi usipokee misaada kutoka kwa watu, usipokee misaada kutoka kwa marafiki, lakini natamani usiweke imani yako kwao. Weka imani kwa Mungu aliyewaumba wao, Mungu aliyeumba akili zao, Mungu aliyewapa moyo wa karimu, Mungu aliyeumba mahali wanapokanyaga na wanapoishi. Weka imani kwake huyu ambaye ni mungu mkubwa. Mimi napendaga sana kusema huyu mungu ni mkubwa sana, na anasema aliyeziumba mbingu na nchi. Huyu sio mungu wa kuchonga, huyu sio mungu wa sanamu huyu sio mungu ziwa, huyu sio mungu mti, huyu sio mungu jiwe kubwa sana la kijijini, huyu sio mungu kibanda cha kinyamkela. Huyu ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye akit pita pamoja na wewe kwenye changamoto yake yako, changamoto hiyo lazima iachie ngazi. Akipita na wewe katika ugonjwa wako, ugonjwa lazima uachie ngazi. Akipita na wewe kwenye shida yako, lazima shida isalimu amri. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huyu ni mkubwa sana, ni mkubwa sana, ni mkubwa sana. Natamani sana katika maisha yako umwone ya kwamba ni Mungu mkubwa sana, na ni imani yangu ya kwamba ukimpa nafasi ani yako atafanya mambo maku kubwa sana. Huyu mwandishi anaona mlima, anaona mlima mbele yake, anaona vitu ambavyo yawezekana ni vigumu mbele yake, anaona vitu ambavyo ni vizito mbele yake, anaona jinsi madeni yalivyorundikana, anaona jinsi ambavyo watesi wako wengi, anaona jinsi habari zake mbaya zilivyoenea mijini, anaona, anasikia jinsi ambavyo taarifa mbaya zinafika kwenye familia yake mara kwa mara, lakini anasimama na neno la ushuhuda, neno la imani, anasema msaada wangu unatoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Niko hapa kukuambia, jiulize maswali yote utakayojiuliza ambayo yanakutatiza kwenye maisha yako, lakini natamani sana mwisho wa maswali yako utamke sentensi hii ya kwamba msaada wangu unatoka kwake aliyeziumba mbingu na nchi. Na leo ninatamani usiogope mlima ulioko mbele yako, wala usijivunie ufahari wa kile kilicho juu ya mlima wako, au kilicho ndani ya wako usijivunie ufahari unaokuzunguka lakini usikate pia tamaa, kwa sababu Mungu hajakata tamaa kwa ajili yako. Mungu hajachoka, na Mungu nikuhakikishie, ndugu msikilizaji, hawezi kukutelekeza, hawezi kukuvika fedheha, hawezi kukuvika aibu, hawezi kukuacha ugaragazwa. Ukiona hata wakati mwingine mambo yametokea ya, ya kuchafuliwa kwako, ya kudhihakiwa kwako, yaku kana hufai katika maisha, ni kuambie, ni kwa sababu Mungu ameruhusu. Kwa nini? Kwa sababu anataka kukupeleka ngazi nyingine, anataka kukupeleka level nyingine, anataka kukupeleka imani nyingine, anataka kukupeleka tukufu mwingine, anataka kukupeleka mbingu nyingine, anataka kukupeleka kiwango cha ustawi mwingine. Kama unaamini sema amen, kama unaamini sema amen, kama unaamini sema amen. Na useme ndani yako, na iwe hivi kwangu. Sema ndani yako, na iwe hivi kwangu, na iwe hivi kwangu. Sema pia, na iwe hivi kwa watoto wangu, na iwe hivi kwa mwenza wangu, na iwe hivi kwa taifa langu, na iwe hivi kwa ndugu zangu, na iwe hivi kwa rafiki zangu. Mungu hajawahi hata siku moja kutuacha, na ni uhakika wangu ya kwamba hata leo hatatuacha. Bwana Yesu apewe sifa. inapoenda kumaliza Ninaomba niombe na wewe. Ninajua unapita kwenye mambo magumu ambayo wakati mwingine hujamsimulia mtu yeyote. Natamani leo msimulie Yesu. Tukishamaliza maombi hayo, anza kumsimulia habari zako, mwambie kama vile unavyomwambia rafiki yako kwenye simu. Hata kama ulikuwa unaangalia vitu vya kuchekesha au unafanya chochote ambacho unafikiri kitakuridhisha, weka pembeni, mwambie Yesu, ninaomba nisikilize leo, nina ajenda zangu ambazo natamani unisikie, kwa sababu ulisema tukuletee ajenda, na ukatuambia hata mizigo mizito tulete kwako. Kwa hiyo ninakuja kwako, mfalme wa wafalme, ambaye nina uhakika nikitoka kwako sitafanana na nilivyoingia, nitabadilishwa kwa sababu nitakuwa nimetua mizigo. Ukiona hakufungulii mlango bisha kwa toba. Ukiona unatafuta humoni tafuta kwa toba. Ukiona unatafuta unatafuta una, una, mahali unaomba huoni mambo yakienda, omba kwa toba, tanguliza toba kwake. Hiyo ndiyo funguo yetu ya kuingia katika level ya patakatifu papatakatifu. Mungu mwenye enzi na mamlaka, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyo. Asante kwa sababu ninajua amesikia neno hili Ninaomba katika jina la Yesu, msaidie katika udhaifu wake unajua jinsi ambavyo analia kama wakina Mariamu na Matha walivyokuwa analia. Unajua jinsi ambavyo anajitahidi kama Naamani alivyokuwa anajitahidi. Alikuwa ni amiri jeshi mkuu lakini alikuwa na ukoma na jitahidi, kwa hiyo alikuwa anajitahidi licha ya kwamba alikuwa na ukoma, lakini ukaja wewe ambaye ni Yehova Rafa, ukaja wewe unayeweza kuponya ukawa, ukaja wewe unayeweza kunyamazisha mtu machozi yake, ukaja wewe ambaye ni mfariji wa kweli katika jina la Yesu, ukawasaidia waliokuwa wanalia, ukawasaidia waliokuwa wagonjwa, ukawasaidia waliokuwa na uhitaji. Na leo ninayo imani ya kwamba watu hawa wote ambao wanasikiliza, nina uhakika Mungu unawasaidia katika jina la Yesu. Mungu akakuinue kwenye shida yako, Mungu akakusaidia kukuvusha katika mlima wako, Mungu akakusaidia kutazama msaada wake kuliko kutazama kiwango cha mlima ulio mbele yako ulio kwenye familia yako ulio kazini kwako ulio kwenye biashara yako. Natamani kukuambia haya kwamba Mungu aliye hai anaenda kushughulika na wewe katika jina la Yesu. Atashughulika na familia yako kwa jina la Yesu. Usitamani kumwelekeza cha kufanya, yeye anajua cha kufanya, yeye anajua cha kufanya katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya ufalme wake na mamlaka yake na upako wake ukawe juu yako sasa na hata milele. Mungu, ninamwacha mikononi mwako mtoto wako huyu, mfunike na mwinue kwa viwango vipya, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi. Tumeomba na kila mwenye pumzi na aseme amen. Pokee baraka zake Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie wa uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Nikutakie wakati mwema, tafakari njema, na ukijua ya kwamba Mungu anakupenda anajua